Natambua kuna mambo machache machache bado ya kuyashughulikia. La kwanza ni migogoro ya ardhi. Wakati tulipotoa huduma ya msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ile ya mama Samia Legal Aid Campaign, tuliona malalamiko mengi yalikuwa ni migogoro ya ardhi. Kule nilivyosikia hukumu imetolewa rasmi na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa huyu mama na watoto wake yatima warudishiwe eneo lao. Nilishukuru sana, yaani roho ilifurahi na kushangilia. Mheshimiwa Rais anaamini sehemu yoyote yenye haki ina usawa na sehemu yoyote yenye usawa ina amani, na kwenye amani kuna maendeleo. Mheshimiwa Rais anatamani wananchi wake waweze kupata maendeleo. Kwa hiyo, ahadi yetu kwenu ni kuzifanyia kazi kero zote zilizobainika, na tupunguze kwa kiasi kikubwa swala la migogoro ya ardhi.